Ya yeah. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati huu na muda huu ambao Mungu ametujalia kufika huku Bukoba Bushanga, kwa ajili ya kumpumzisha na kumzika ama kumuweka kwenye nyumba yake ambayo ulimwengu sema kwamba ni yeye mtumishi wa Mungu Sifa Bujuni, ambakwa vivete vile amevipiga vita, mwendo ameumaliza, na kazi yake Amemaliza, lakini moja kitu ambacho kimenileta mbele yako hapa kupitia tukio la mtumishi wa Mungu Sifa kufariki, lakini pia namna alivyogusa maisha ya watu na namna ambavyo watu wamepata kusikitika, kuumia na kufanya jitihada zote zile za watu kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja huku kijijini kwao, katika kitu ambacho nimejifunza, niseme tu kuwa mwanadamu ni yale ambayo unayafanya mara kadhaa. Baba yangu mbali kama kipesa nilikuwa akisema kwa mwanadamu, si mwanadamu si una meiki nini mwanadamu, sio na fedha kiasi gani mwanadamu, ni yale ambayo unayafanya. Ukifanya mambo mema kwa watu sana, utapata kibali kikubwa na utapendwa sana. Ukiangalia mtumishi wa Mungu Sifa hakuwa na hakuwa kwenye rekodi yote ya kwamba pengine anaweza akaa kwenye listi kwamba alikuwa ni tajiri mkubwa lakini wanaona ya kwamba tukio la kifo chake kimesikitisha wengi na wengi wamejaribu ama wamepambana kwa hali na mali kwamba walao wafike mahali alipozaliwa, waji wa mpumzishi waji wa mzike. Lakini kwa nini wamejaribu watu kutoa nauli zao kuja mazingira haya? Sababu ni kwamba kwa, kwa sababu ya umuhimu aliokuwa nao kwenye upande wa jamii, namna ya kujilinda na uovu lakini pia na kupigana kuweza kutetea jamii sasa nikwambia mtu yoyote ambao unaweza ukawa mbele yako hapo katika kitu ambacho niseme tu ya kwamba eh, ama mada ambayo nzima nitakuwa nayo hapa ni kwamba vifo vya baba zetu wa imani wengi walikatiliwa njiani. Yani vifo vya baba zetu wa imani wengi, sikana kwamba ni Mungu aliamua kuwachukua aliamua kusema kwamba hapana, waondoe duniani. Kwa asilimia kubwa vifo vya baba zetu wa imani, kwa asilimia kubwa, walikatiliwa na watu wenye makusudi mabaya mahala ambapo walipojaribu kupigania haki, kutetea haki, kupigana ya kwamba haki ifanyike, maonezi yasiwepo. Wale watu ambao waliwajaribu kuwakamata wakaweza kuwapiga kuwafisha, na hatimaye pia kuona na kuondoa duniani. Kwa hiyo haikuwa na maana ya kwamba sasa baada ya hapo, eh, kwamba walielekea mazingira yapi, ni Mungu aliruhusu kwa sababu ya namna ambazo zilikuwa zina utofauti kati ya haki lakini pia na ubaya. Sasa niseme tu ya kwamba asilimia kubwa ya vifo vya baba zetu wa imani vingi, ni wanadamu ndo walipanga kuondoa, lakini waliondoa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujaribu kupambana, kutetea, kupigania haki, na mwisho sokana ya kwamba watu hawa hawastahili. Nao soma kitabu kimoja hapa katika e, katika Waibrania. Waibrania sura ya 11 sura ya 11 sura ya 11. Sura ya 11. He, tanzia ule mstari tanzia Ibrania 11 nitanzia mstari wa 29 Ibrania 11 ntanzia tu mstari wa 36. Wengine walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya, watu ambao ulimwengu hawakustahili kuwa nao, walikuwa wakizungukazunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishe pasipo sisi. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka kwa mapigo na hata kuuawa. Kwa hiyo asilimia kubwa ya vifo vya baba zetu wa imani wengi hawakuondoka kwa sababu ya Mungu ametaka. Wengi hawakuondoka kwa sababu Mungu ametaka kuwavuna. Wengi waliondoka kwa sababu ya watu, ni makusudi mabaya. Sasa haina maana kwamba sasa baada Mungu aruhusu wa wanadamu hao wa baa kwa makusudi ya kufanya vile. Haina maana kwamba mbinguni hawakwenda, hapana. Mungu kwa sababu aliona kwamba pengine mioyo yao hawawezi kubadilika, sasa wakati mwingine, ili wasiwapite kwenye namna ambayo itakuonea kuwatesa tu, acha waondoe. Sasa kwa sehemu kubwa, baba zetu wa imani, Mungu yaani hakusema tu ya kwamba umetosha kuishi duniani. Wanadamu ndio waliwachukua, wanadamu ndio waliona kwamba hapana, ndio waliwatendea dhiaka, ndio waliwapiga, ndio waliwaua, kama ambavyo imefanyika juu ya mtumishi Sifa. Sasa kitu ambacho ni kwambia kwamba ni heri sana uishi miaka michache duniani, lakini uje uishi maisha milele mbinguni, kuliko kuishi miaka mingi duniani ambayo itakuwa mbinguni hayasabiki. Lakini kama ukiishi maisha yenye raha, yenye maisha yenye kupambania haki, yenye kuweka alama, yenye kupigana, kutetea watu, kujitenga na dhambi, hata kama utakufa utakuwa ni mtu mwenye heri. Na muona mtumishi Sifa shujaa Sifa kwa ni moja mtu mwenye heri sana. Yesu amekufa kifo cha aibu sana, kateswa na watu ambao walikuwa ni watenda dhambi kiwango ambacho alikuwa na namna yote ambayo ya kuweza kuadhibiti wasimfikie, lakini walimwengu hawa ndio kafanya mipango yote paka kamuondoa. Na muona sifa ni shujaa sana, na muona sifa ni shujaa sana. Vifo vya baba zetu wa imani vingi havikuwa vyenye heshima, vingi vilikuwa vyenye aibu, vingi vilikuwa vyenye mateso, vingi vilikuwa vyenye dhihaka vingi vilikuwa vyenye kuumizwa, lakini hawa watu ndio ambao inasema Biblia kwamba walikufa wakiwa wanazipokea hada, lakini Mungu akiwa amaandalia maisha ya umilele mbinguni. Natakie usikilizaji mwema na utekezaji mwema amen.